na waamini wote watakaofuata mwenendo wako wa hadi siku Kiyama. Ama baada hayo, tumomba Allah atujalie nasi tuwe miongoni mwa watakaofuata kwa wema, Allahumma amin. Tunaendelea na vikao vyetu vya Ramadhani, na leo tupo na kikao cha nane ambacho kinazungumzia taujihu sallallahu alayhi wasallam liman akala au shariba nasia, mwelekezo wa Mtume sallallahu alayhi wasallama kwa yule aliyekula au kanywa

kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema idha nasiya fa akala washariba faliyutima sawmahu fa inama at'amahu Allahu wasaqaha, pindi atakaposahau akala au akanywa, basi atimize saumu yake saumu yake, mtu huyo aendelee kuswaumu wahakika Allah ndiye anakuwa amemlishiza na Allah ndiye mi, anakuwa anakuwa, Allah ndiye anakuwa amemnyosheleza. Sheikhe anasema hii hadithi, rawahu sheikhani. <coughs> Rawahu sheikhani, hapa tukisema sheikhani, maana yake Bukhari wa Muslim. Ni vyema katika istilaha shekhe angetumia neno rawahu al-Bukhari wa Muslim kwa sababu Bukhari na Muslim hawajapokea hadithi wote kwa matamshi yenye kufanana, bali matamshi haya ambayo tuko nayo ni mapokezi ya imamu al-Bukhari ndani ya sahihi yake. Ukitazama kwenye kitabu chake e, Daru Ta'sil hadithi ya 1943

falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allah fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Kwa ana tamsha kwa tofauti, matamshi ambayo tuko nayo hapa ni ya Imam al-Bukhari. Kwa hiyo ndugu yangu muislam, <coughs> darasa letu la leo au kwenye hadithi yetu hili hii kuna faida fulani, anasema mtunzi wa kitabu idha nasita wa anta saimun utakaposahau na hali ya kuwa wewe ni mwenye kuswaumu, fa akalta ukala au sharibta au ukanywa au faalta hmm, shay'an min almuftirati fi hali nisyanika fa akmil saumaka, au ukafanya jambo lolote miongoni mwa vitu vyenye kuharibu saumu kwa hali ya kusahau kwako, umefanya hivyo vitu kwa kusahau, basi kamilisha swaumu yako. Fa inna saumaka sahihun, kwa hakika saumu yako itakuwa ipo sahihi. Wala shaia alaika, wala hauna dhambi, hauna dhambi fima akaltahu au sharibta, kwa kile ulichokula au kile ulichokunywa. Na kama tunakumbuka katika darsa lililotangulia, tumesema hadi mtu afike kuisabilika kwamba kaharibu swaumu Inabidi pawe shuruti fulani. Kwanza awe ametumia kitu cha kuharibu swaumu kwa hali ya kuwa anajua kwamba hicho kitu kinaharibu swaumu. Sharti ya kwanza kujua kwamba hicho kitu kinaharibu swaumu, na sharti ya pili iwe ni mtu unakumbuka kwamba nimeswaumu, na sharti ya tatu huo umefanya hilo jambo kwa kutaka. Kwa hiyo anasema mtunzo wa kitabu kama fi hadithi ya Buhuraira, kama ilivyokuja kwenye hadithi ya Buhuraira, anna rajulan saala Rasulullah sallallahu alayhi wasallama faqala kwamba jamaa mmoja kamauliza mtume alayhi salatu wasalam, akamwambia ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, inni kuntu saima, hakika mimi nimekuwa nimeswaumu, fa akaltu wa sharibtu nasia Nikala na nikanywa kwa hali ya kusahau. Faqala rasulullah mtume, sallallahu alayhi wasallam akasema, atamaka allahu wasaqaka atima saumaka, amekulishiza Allah na amekunyesheleza Allah, timiza saumu yako, bimaana endelea kuswaumu. Usiachi kuswaumu eti juu umesha kula kwa kusahau. Hapana, anaendelea kuswaumu, hamna tatizo lolote. Ibn Hibban, hii hadithi ameipokea imamu Ibn Hibban kwenye namba, kwenye kitabu chake sahihi Ibnu Hibban, namba ya hadithi 3522

i aa litaabud allaha bibasira emwanadamu, jifunze ahkamu za swaumu, isome swaumu upate kuijua ili uweze kumwabudu Allah subhanahu wataala kwa ilmu, sio mwabudu Allah kwa kuiga wababu na wababu, tumekuwa tunazoea, wanafanya hivi nawo unafanya la. Isome dini yako upate kuijua. Elewa kwamba katika kuisoma dini kuna khairi. man yuridi llahu bihi khairan yufaqqihu fi dini, kama alivyosema Mtume alayhi salatu wasalam, rawahu al-Bukhari. Yule ambaye Allah namtakia khairi, Allah umpatia umpatia ilmu ya dini, kwa kuwa kuto kuisoma dini ni moja katika sababu zao kukosa khairi. Umejihimize katika kuisoma dini yako ku na kumwomba Allah akupatie taufiki ya kuijua dini, wataalam ma yasihu bihi saumuka, na ujifunze yale mambo ambayo yanakuwa ni sababu ya saumu yako kukubaliwa. Ujue kwamba haya mambo yanaharibu saumu, hivi vitu haviharibu saumu, hivi vitu vinaipendezesha. liana hadha wajibun alaika

Kuitafuta ilmu ni faradhi kwa kila muislamu. Rawahu ibn Majah, hadithi yamipokea ibn Majah. Na hii hadithi, wanazuoni wana mitazamo tofauti. Kuna wanywami sema kwamba ni sahihi, kuna wanywami sema kwamba ni dhaifu, kuna wanywami sema kwamba ni hasani. Kwa hiyo kuna kauli nyingi sana, kuna kauli nyingi sana.

ikiwa kwamba wewe mwanadamu haujajifunza mambo ambayo yatapelekea swaumu yako kukubaliwa. Au ibadatuka. Au ibada yako kukubaliwa. Kama salati kama vile sala mm -hmm. fa innaka takunu athiman ithman adhima fattaqillah, elewa ya kwamba utakuwa umefanya dhambi tena dhambi ile kubwa. Muogope Mola wako wewe mwanadamu, miaka yote unaishi zaidi ya miaka thelathini, mambo ya wajibu kwako kwa hujataka kujihimiza kwayo. Unajua kwamba kusali ni lazima, lakini hutaki kujifundisha ujue mambo yenyewe yanaharibu sala ni yapi, yasiyoharibu sala ni yapi. Kuswaumu ni wajibu, imefika wakati wa swaumu, hautaki kujifundisha ujue vinavyoharibu swaumu au la. Kisha unapofanya ibada unajikutana umeiharibu, unapata dhambi. Kumbe kusoma ni lazima kwa mwanadamu. idha faala saimu baada almuftirati wa kana jahilan ya, ya, wakana jahilan bil hukmi yajhalu annaha muftirat. Wakati mtu mwenye kuswaumu atafanya, atafanya jambo lolote miongoni mwa vitu vyenye kuharibu swaumu kwa ujinga, yani pasina kujua kwamba hicho kitu kinaharibu swaumu, hajui hukumu ya hicho kitu. Yajhalu annaha muftirati, hajui kwamba hicho kitu kinaharibu swaumu. Wa yaatqidu annaha jaizun naye kwenye akili yake alikuwa anajua kwamba hiki kitu kina juzu, anyafaalaha alikuwa najua kwamba inajuzu kukifanya, fahadha la shay'a alaihi, mtu huyu hana makosa yote. Kwa sababu gani? Jahal, alikuwa hajui. Idha kana mithluhu yajhalu dhalik, ikiwa mfano wake hicho kitu kwamba kweli hakijulikani

Utakapomwona aliyeswaumu anakula au anakunywa au anafanya jambo lolote miongoni mwa vitu vya kuharibu swaumu, basi simama na umtanabahishe, mzindue kunako hilo jambo. waqul lahu intabi, mwambie tanabahi, zinduka kwa makini. anta saimun, wewe umiswaumu. wa hadha wajibun alayka, na hili ni wajibu kwako wewe uliyemuona anafanya hilo jambo kumkumbusha li'annahu tacawnu ala lkhair kwa sababu ni kusaidizana kwenye mambo ya khair. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema watacawanu ala wa ta ala lbiri wa taqwa, saidizaneni kwenye mambo ya wema na uchamungu, wala tacawanu ala lithmi wal udwan, na wala msisaidizani kwenye mambo ya madhambi na uadui, wattaqullah, na mumche Allah Inna shadidu iqabe. Allah shadidu liiqabi, hakika Allah ni mkali wa kuadhibu Wala yajuzu alsukutu anhu ila idha carafta anahu macdhurun kalmaridi wanahwihi, wala haijuzu kumwikalia kimya ispokuwa kama utajua kwamba mtu huyu ana udhuru, ni mgonjwa au yuko na udhuru wowote tu mwingine ambao unaofahamika kisheria, basi mtu huyo utamwacha. na hii ndio kauli iliyokuwa sahihi, ndiyo kauli iliyokuwa sahihi sahih, kwamba mtu huyo lazima utamzindua na kumtabahisha japo. E, kuna khilafu kuna wengine wanasema utamwacha tu hivyo hivyo, lakini hii ghairu maqul, haikubaliki

na kama hataweza kutumia mkono au kusema basi anungunike moyoni, wadhalika adhafu limani, na hiyo ni imani iliyokuwa dhaifu. Hadithi amepokea Imam Muslim, <coughs> hadithi ya Abu Sa'id Al-Khudri. Kwa hiyo mtu anapofanya kosa kwa kusahau akumbushwe. Mtu anapofanya kosa kwa kujua, kwa kutokujua pia ailimishwe. Ama kusema, muacha hii haikubaliani na adila, inapingana na dalili. Hata Mtume alayhi swalaatu wa salaam anasema, fa idha nasitu fadhakiruni, nikisahau nikumbusheni. Nikisahau, nikumbusheni. Hadithi Uh, nambari ya hadithi ni 324 kidani. Naam. Kwa hiyo Sheikh anasema ya juzu laka ayuha assaimu an taghtasila wa tatabarrad wa tatabarrad bil ma'i. Wao, ile swaumu inajuzu kwako kuoga. Kuna mtu akiswaumu anakataa kuoga mchana, eti gisi swaumu inavyokupiga ndivyo thawabu e, zinakuwa nyingi. La, inakubaliwa kuoga huko mswaumu. Watatabarrad bilmai, kadhalika kama joto ni likali, inajuzu kujimwagia maji ya baridi ili kupoza joto na uko ndani ya swaumu, inajuzu wa anta tatamadmadha idha rashfa riquka Hivyo hivyo inajuzu antatamadmada, kuweka maji kinywani na kuyatikisa. Idha nashafariquka, pindi kinywa kitakuwa kimekauka, mate yako yamekauka kinywani, inajuzu kuweka maji kinywani ukayatikisa tikisa, kisha ukayatema. Kutaka nini? Kinywa nacho kibaki kinachangamka, kimi. kibaki kimiroana Wa anta bulla khirqatan bilmai wa tad'aha ala bahfifi lharara, na pia inajuzu kuchukua kitambaa ukakiroweka kwenye maji kisha ukakiweka kwenye mwili wako ili kuhafifisha joto, kupunguza joto. Pana joto likalo, ukachukua kitambaa ukaweka kwenye maji ya baridi, kisha kile kitambaa ukakiweka kichwani au kwenye mwili wako popote pale inajuzu. <num> wa antajlisa inda almukayafi, na pia inajuzu kukaa sehemu ambapo pako mukayaf klimatizer, kile cha kuleta baridi ndani, kuleta hewa, kuleta baridi, kutoa joto. Bal hawil an tartaha fi saumika, bali jitahidi upate raha kwenye saumu yako. Wala tashuqa ala nafsik Wala usiweki uzito, usijiweke uzito, ad-dinu yusrun, dini ni nyepesi kama alivyosema Mtume alayhi salatu wasalam. Jambo lingine, in kunta muwazzafan au ladayka amalun ta'khudhu alayhi ujratan, fattaqillaha fihi wantabih lima yali. Utakapokuwa uko na wadhifa fulani, wewe ni mfanyakazi, una kazi ambayo unapokea kwenye hiyo kazi yako Mche Allah kupitia kazi yako hiyo, tanabai kunako mambo yafuatayo: moja, ala ihris ala dawamil haqiqi, jihimize na kuhudhuria kazini kwa uhakika. Wala tataakhar bihujjati annaka saim, wala usichelewi kazini kwa kudai kwamba niko kwenye swaumu. Unajua bosi watu inakuwa ni shida. La wa alam annaka masulun yawm alqiyamati an dhalika Elewa kwamba siku ya kiyama utaulizwa jinsi ulivyochelewesha kazi za watu. Ni amana uliopewa, kumbe usizingishishwa humu eti ndio ilituma uchelewe kazini, la, ni uzembe wako mwenyewe. Ihrisa ala injazi al-a'mali allati anta mukallafun biha harakia, jihimize na kutekeleza kazi uliopewa, uimalize ipasavyo. Watqin a'malaka na kazi yako uifanye vyema, uifanye kwa uzuri, pasi na kuwepo na uvivu. Kwa hadithi ya Aisha, Allah amridhie, kasema kasema Mtume alayhi salatu wasalam: inna Allah Ta'ala yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinahu, hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala anapenda pindi mmoja wenu atakapofanya kazi yoyote, aifanye vyema, aifanye vizuri ipasavyo. Fanya kazi ya mtu kana kwamba ni kazi yako, uko unafanya jinsi ya kwako, ungeitengeneza kwa wema, ungeitengeneza kwa, kwa, kwa usalama, basi na kazi ya mwenzako itumike vyema Hali ya kuwa wewe mwenye umeswaumu, faamili nnasa walmurajiina muamalatan hasana, basi wafanyie watu au watu wengine ambao wanakupitia wewe naonana nao kwa kadhia tofauti tofauti, amiliana nao vilivyokuwa vizuri, ishi na watu vizuri, ishi na watu vizuri. wa hata law asaa ilaika baadhum hata iki mmoja wao atakukosea, mmoja wao atakukosea. Wasluk ma'ahum ma jaa fi hadith abi Huraira, ishi nao watendeye kwa yale ambayo yalikuja kwenye hadithi ya Abu Huraira, kwamba Mtume alayhi swalatu wa salaam kasema as-swiyamu junnah, saumu ni ngao, fala yarfuth wala yajhal asi asiongee, asiongee kwa machafu, wala asifanye vitu vya upuuzi vitu vya kiujinga mmoja wenu wa inni mruun qatalahu, na ikiwa mtu yote atakuja kumgombeza au shatamahu au kumtukana wewe, jibu lako ni nini? Faliyaqul inni saim, wewe mwambie tu inni saim, mimi nimeswaumu. Maratain, mara mbili, nimeswaumu, nimeswaumu. Hadithi miswaumu hii amepokea Bukhari na Muslim. Kwa hiyo mtu ataki kujibia vibaya, akikuambia vibaya, wewe mwambie mimi ni misuumu khalas, kisha mpishe uende zako. Jambo lingine la yakun indaka ayuha lmuslim harajun min raihati famika in kunta saima, ewe Muslim, ndani ya kinywa chako usipati tabu wakati utasikia rehe ya kinywa imebadilika kwa ajili ya swaumu au hali ya kuwa umiswaumu usisumbuki. Hii ni katika hadithi ya Abu Hurayra ambayo tulitanguliza hapo mwanzo kwamba swaumu ni ngao, mmoja wenu asizungumze aliyokuwa machafu, wala asifanye mambo ya kiujinga. Akigombezwa na mwenza wake au akimkana yeye, aseme kwamba ni miswaumu, aseme mara mbili. Na tukazungumza kwamba mtume akaendelea kusema walladhi nafsi biyadihi, ninaapa kwa yule ambaye nafsi yangu ipo mikononi ipo mikononi mwake na hapa kuna dalili ya kuthibitisha sifa ya mkono kwa Allah subhanahu wa taala, na hii ndiyo aqida ya Ahlu Sunna wal Jamaa, kinyume na aqida za makundi potofu kama Maashaira wa haitakidi hivyo. la khalufu fami saimi atyab inda Allah taala min rihi miski, rehe ya kinywa inapobadilika kinywa cha mwenye kusaumu ni nzuri mbele ya Allah kuliko rehe ya miski mtu anaacha chakula chake, kinywaji chake, shahawa zake min ajli, kwa ajili yangu. Swaumu ni yangu, na mimi ndiye ninayelipa. Walhasanatu biashari biashari amthaliha, na jema linalipwa mara kumi kwa mfano wake. Hadith ya pokea Bukhari na Muslim. Jambo lingine la yuftir saimu bisahabi dami alqalil litahlil, mwenye kusawumu saumu so, yake haiharibiki kwa kwenda kutoa damu ndogo kwenda kupana damu, wala bisticmali bukhakh rabu wala kutumia zile dawa za kupuliza kwa watu wenye magonjwa kama ya asma, ile pomp atetumezungumza kwenye darsa lililotangulia jana. Au qatrat al-aini, au dawa ya macho haiaribu swaumu. Waludhun, pia dawa ya masikioni haiaribu swaumu, walibr al-ghairu ilmu al-mughadhiya au al-mughadhiya pia, sindano ambayo sio ya kuleta chakula haiharibu swaumu. Uh, shekhe anaendelea kusema wal-minwar au pia kupita katika kile chuma cha kutizama madonda ya tumboni estoma ile habari ya, ya kupita kwa kutizama istoma, wa ibaru lunsulin hamil lmuhbaliya washarjia wa ibaru lunsulin, hii pia ni sindano, mara nyingi napendwa kupigwa watu wa ugonjwa ma... wa sukari watahamil Watahamilu almahbaliya watahamim pamoja na vidonge ambavyo vinatumiwa kwa kuwekwa sehemu za siri au isharjia au mwino. fa hadhihi kulluha la yuftiru biha saim, hivi vyote tulivyovitaja haviharibu saumu, lakini ni vyema mtu kujuweka navyo mbali ukavitumia baada ya kufuturu inakuwa ni bora zaidi. Wallahu alam, na hapa ndo mwisho letu leo, la leo. Subhanakallahumma allahuma wabihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.